<coughs> Wazee wazee wazee, wazee wazee kama mnavyomwona hapa, niko na fundi mkubwa kabisa Master Mayai e. Alikuwa na game leo kati e, ya yeye na Dogo Sisco e. Master Mayai, natuambiaje mchezo wa leo baada ya kupoteza? Ha, mchezo ulikuwa mgumu sana, wapinzani kwa mfano Dogo Sisco alijipanga na amecheza vizuri sana katika game, hana majokajoka kama nduli ndio, yaani mtu nafung nimefungwa, lakini akili kabisa, kwamba leo nimefungwa kwa uwezo, kwa sababu bao nilikuwa nafungwa na linaonekana yaani, naona kabisa tunahesabiana, yaani hakuna majokajoka, hakuna ile ni kujisahau wala ni bao ambalo linasomeka mwanzo mwisho naliona. Kwa niseme tu kwamba bigi hapo kwa Dogo Sisco angalikuwa, baada ya kufungwa meja na mimi nikawataka kuonyesha ukubwa wangu, kwamba kwa nini mimi naitwa mwalimu wa Tegi Tanzania au profesa Mayai, na nikajaribu kutafuta zile step za kucheza kama nacheza na, na mchezaji mdogo lakini kumbuka ndogo Sisco wachezaji wengi wamemkimbia ila mimi tu ndo mtu pekee ambaye nahisi mwaka huu ndo nimemfunga peke yangu sidhani kama kuna mtu anaweza akamfunga Dogo Sisco kwa sahii sidhani tutakuwa no. tumekuelewa je unawaambiaje wadhamini kama unahitaji revenge au unaonaje kama unavyojua draft ni mchezo mimi naopenda na naamini katika swala la kufungwa ndo tunavyopata nafasi sisi ya, ya kuriviu yale makosa yetu na kujua nini tumekosea. Kama leo sijafungiwa ngoma, ila bali nimefungiwa kitu kinachoitwa uwezo. Unajua, kwenye draft kuna kitu kinaitwa uwezo, ina maana leo nilizidiwa uwezo, yani uwezo wa draft wa Dogo Sisco ulikuwa mkubwa zaidi yangu mimi. Kwa hiyo nikiri wazi kwamba revenge na mhitaji muda wote, lakini kama itawapendeza wadhamini, wanipe Noel maana huyu anapitia kwenye wakati mgumu sana, mitimu migumu kwao, unahitaji aa, nimalizane nao. Wanipe Noel na mimi nipige mswaki Noel. Ah basi, nashukuru kwa nashukuru kwa kwa hiyo nashukuru kwa hilo wasama.